Kulikuwa na mji mdogo ulioitwa Mavumbi, mahali ambapo watu wengi walihamia kutafuta maisha mapya. Katika pembezoni mwa mji huo kulikuwa na jengo la zamani lenye ghorofa tatu linalojulikana kama nyumba ya makao mazito. Watu wengi walikuwa wakihamia hapo kwa sababu ya bei yake rahisi, lakini cha ajabu ni kwamba wapangaji wengi hawakukaa muda mrefu kwenye jengo hilo. Kelvin, kijana wa miaka 27, aliyekuwa akihangaika kifedha, alihitaji mahala pa kukaa haraka. Aliposikia kwamba chumba kilikuwa kinapangishwa kwa bei rahisi na nafuu, basi hakusita hata kidogo. Aliwasiliana na mmiliki wa nyumba hiyo, Bwana Cholo, mzee mrefu mwenye sura ngumu na macho ya kung'aa. Mzee akamwambia karibu sana. Bwana Cholo alisema, kwa sauti nzito, kuna masharti machache, lakini ukifuata utakuwa salama. Kelvin alishangaa kusikia maneno hayo, akasema, masharti gani? Mzee Cholo akamwambia, usifungue mlango wa ghorofa ya tatu na usile chakula utakachokiona jikoni usiku. Kelvin alikubali bila kuuliza maswali mengi. Hakujali sana, ili mradi apate mahali pa kuishi. Alihamia mara moja. Wiki ya kwanza ilipita bila matatizo, lakini jioni moja, Kelvin alisikia sauti za mtu akitembea kwenye ghorofa ya tatu, sehemu ambayo alionywa kutoingia. Alijaribu kupuuza, lakini kila siku sauti hizo zilikuwa zikiongezeka. siku moja Alipokuwa akirejea usiku aliona kitu cha ajabu dirisha la chumba kilicho ghorofa ya tatu. Yaani dirisha lilikuwa wazi. Na kulikuwa na mtu mrefu aliyesimama hapo akimtazama. Alipokodolea macho kwa makini, mtu huyo alionekana kama bwana Cholo, yaani mmiliki wa nyumba hiyo. Lakini kwa namna fulani mwili wake ulikuwa umebadilika. Mikono ilikuwa mirefu kupita kawaida na macho yake yalikuwa mekundu sana. Kelvin alitetemeka na kuharakisha kuingia chumbani kwake. Usiku huo usingizi wake ulikatishwa na sauti za kelele nzito, kilio cha mtu aliyekuwa akiumizwa kwenye ghorofa hiyo ya tatu. Kelvin alisimama kwa uoga, akasogea mlangoni na kuweka sikio lake sauti hizo zilikuwa zinatokea juu, ghorofa ya tatu. Alichofanya ni kujifunika shuka na kujilazimisha kulala. Siku iliyofuata Kelvin aligundua kuwa jirani yake wa karibu Juma hakuonekana tena. Alipomuulizia mpangaji mwingine, aliambiwa kwamba Juma alihama usiku bila kusema kwa nini. Lakini kitu kimoja kilimtia wasiwasi wasi Kelvin Mlango wa Juma ulikuwa wazi na hakukuwa na dalili zozote za yeye kuhamisha vitu vyake ndani. Kelvin alihisi kuna kitu hakipo sawa. Usiku ulipoingia, aliamua kupeleleza. Alijificha kwenye giza na kumwangalia bwana Cholo kwa siri. Aliona jinsi alivyoingia jikoni akachukua kisu kikubwa, kisha akapanda ngazi kuelekea ghorofa ya tatu. Kilichofuata kilimtisha Kelvin kupita maelezo. Alimsikia Bwana Cholo akinong'ona maneno ya ajabu. Kisha kulikuwa na sauti ya kunyofoa kitu kama nyama ikikatwa. Kisha harufu nzito ya damu ilienea hewani. Kelvin alishindwa kujizuia, akapanda kimya hadi ghorofa ya tatu. Alichokiona kilimfanya agande kwa hofu. Bwana Cholo alikuwa amesimama juu ya meza kubwa, mwili wa Juma ukiwa umelazwa mbele yake, akimkatakata vipande kwa vipande. Lakini jambo la kutisha zaidi lilikuwa jinsi mwili wa Bwana Cholo ulivyokuwa ukibadilika pole pole. Ngozi yake ilikuwa inatoka kama ganda, na kile kilichokuwa kikitokea ndani yake hakikuwa cha kibinadamu. Kelvin alijua kuwa hakuwa na muda wa kupoteza. Alikimbia kuelekea chumbani kwake, lakini kwa bahati mbaya mlango wake haukufunga. Alikuwa amenaswa ndani ya chumba hicho. Bwana Cholo alijua kuna mtu aliyemwona. Sauti yake nzito ilisikika ikisema, nani yuko hapo chini? Nani ananifuatilia? Kelvin alijificha uvunguni mwa kitanda chake, huku akihema kwa hofu. Alisikia hatua nzito zikishuka ngazi pole pole. Unajua siri yangu sasa, mzee Cholo alisema. Kelvin hakusubiri kitu kingine, alijaribu kuvunja dirisha, lakini lilikuwa gumu sana kama chuma. Aliposikia mlango wa chumba chake kikifunguliwa kwa nguvu, alijua mwisho wake umefika. Kelvin hakusubiri kitu kingine alijaribu kuvunja dirisha lakini lilikuwa gumu kama chuma. Aliposikia mlango wa chumba chake ukifunguliwa kwa nguvu, alijua mwisho wake umefika. Lakini kwa bahati mwili wake ulikuwa mwepesi, na kwa nguvu zake zote alijirusha kupitia dirisha lake dogo la bafu, akavunja kioo na kuanguka nje kwa kishindo. Alikimbia bila kuangalia nyuma. Kelvin alifika kituo cha polisi akiwa anatetemeka alipowaambia kuhusu bwana Cholo, polisi walikataa kuamini, lakini walikubali kwenda kuchunguza. Walipofika pale, nyumba ilikuwa tupu, hakukuwa na dalili za mtu yeyote. Lakini kilichoshangaza ni kwamba ghorofa ya tatu haikuwahi kuwepo. Kelvin aliapa kwa macho yake aliona watu wakiingia huko. Aliwaeleza polisi kuhusu jirani yake ambaye aliitwa Juma, lakini rekodi zilionyesha kwamba hakukuwa na mpangaji yeyote mwenye jina hilo. Mwisho wa yote, Kelvin alihamia mbali na mji huo na hakurudi tena. Lakini miaka kadhaa baadaye, gazeti moja liliripoti habari za ajabu likisema, wapangaji wa nyumba moja ya mzee mjini Mavumbi wameanza kupotea tena bila maelezo. Kelvin alipoiona habari hiyo, mwili wake ulitetemeka. Hakuna aliyewahi kufahamu ukweli kuhusu bwana Cholo. Ilibaki kuwa moja ya hadithi za kutisha zisizo na majibu, lakini kwa wale waliopanga chumba pale, majibu yalikuja kwa njia ya hofu na mauti. Je, una maoni gani kuhusu stori hii? Tafadhali usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama kengele iliyopo karibu yako kujiwekea nafasi ya kupata stori zaidi ndani ya masaa 24. Until next time, bye bye.